Na wakilishi wadi watatu katika bunge la kaunti ya Narok wamechukua nyadhifa zao mpya baada ya kuchaguliwa na bunge la kaunti hiyo, akiwemo kiongozi mpya wa wachache bungeni humo. Hii ni kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu ya kumwondoa Wilson Murkuya kama kiongozi wa wachache pamoja na nafasi nyingine mbili. Wakizungumza hapo jana jioni, nje ya majengo ya bunge hilo, watatu hao wakiongozwa na kiongozi mpya wa wachache Salash Kisotu waliahidi kuwajibikia serikali bila uoga au mapendeleo. Uh, kuwashukuru wenzangu MCS wa minority side kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kuwa deputy minority leader, na nachukua nafasi hii kubwa kwa unyenyekevu kwamba si kwamba nitakuwa mkubwa lakini nitakuwa mfanyikazi wao kuwahudumia vile inavyopaswa. Hii nafasi tumepata ni ya kufanya kazi vizuri sana kwa uadilifu. Tutahakikisha ya kwamba tutatumia nguvu mpya, tutatumia hekima na kuhakikisha kwamba mambo ya uwakilishi, mambo ya oversight imefanywa na kuhakikisha ya kwamba tumeshirikiana kama assembly kwa ujumla, na tutafanya kazi na serikali, lakini hiyo sio kumaanisha kuwa hatutafanya oversight ama hatutachunguza nini nayendelea. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikisha nyinyi wote hatutakuwa compromised, na ninaomba viongozi wenzangu tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kuleta mabadiliko kulingana na, na methali moja inasema kinachodumu katika dunia ni mabadiliko tu peke yake. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia kuwa tutaleta mabadiliko na Mungu atatusaidia. Asanteni sana. Maana na muhimu wa polisi kupita itasaidia sisi kama vijana kupata kazi, kupata internship na vibarua, so ndio maana tumekuja na tunasema e, ipitishe kwa haraka ndio tupate kuendelea mbele na watu wapate haki yao.